Hivi ndivyo Mungu wetu alivyo. Bwana asifiwe. Moja, tukumbuke tu ya kwamba hapakuwa na mpango wa Mungu wa mwanadamu kufa. Mungu asingemuumba kiumbe kwa sura yake. Wanapenda kusema Mungu alihitaji ali kujiona anafananaje na ye kwa sababu ni Mungu si mwanadamu, hakuhitaji kwenda dukani kununua kioo. Aliamua kuumba kiumbe kwa kukifinyanga, halafu akikitazama kiumbe kile Mungu ajiseme hivi ndivyo nilivyo. Na hivyo haukuwa mpango wake kabisa, kwamba amuumbe mwanadamu halafu baada ya muda wa usio mrefu yule mwanadamu alale mauti, afe lakini basi kilichotokea ni hiki kilichosemwa katika kitabu cha mwanzo sura ile ya pili mstari wa kumi na sita mwanzo mbili kumi na sita anasema na kumi na saba bwana mungu akamwagiza huyo mtu akisema matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Usile kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sikiliza sura ya tatu mstari wa nne. Nyoka akamwambia mwanamke hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona kwa ule mti wafaa kwa chakula, pendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Hapa ndipo shida ilipo. Amemuumba mwanadamu Mungu wetu, na akamweleza kama mzazi, kama muumbaji, usile matunda haya. Halafu anakuja tapeli mpita njia, muite Shetani, anamwambia uongo, kula tu, hamtakufa. Na, na ikiwa kuna jambo ambalo ningekazia katika hubiri langu ambalo halitakuwa refu ni kwamba mpaka leo huo ubishani upo. Mungu bado anasema kufa tutakufa, lakini shetani kapandikiza ndani ya vichwa vya watu kwamba huwa hawafi na kwamba hata kama wamekufa lakini kiukweli hawajafa. Ndio maana inabidi tuelewe Biblia inasemaje katika Mhubiri sura ile ya tisa mstari wa tano na wa sita Mhubiri tisa mstari wa tano na wa sita anasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa lakini wafu hawajui neno lolote wala hawana ijara tena maana kumbukumbu kumbu lao limesahauliwa, mapenzi yao na machukio yao na usuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Na hivyo itoshe kusema, wapendwa waombolezaji, mimi sipandishi sauti kwa ajili ya dada yetu Erica. Maana Biblia kama unaiamini, kama unaamini maandiko inasema wazi wazi bila kigugumizi kwamba wafu hawajui neno lolote. Wala hasikii Erica kwamba kuna mtu anahubiri, wala hasikii Erica kwamba waimbaji wanaimba, wala hasikii Erica kwamba kuna laloendelea, wala hasikii Erica kwamba mikuja kumwombolezea. Kama Biblia yako unaiamini, anasema walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini waliokufa hawajui neno lolote. Na hivyo nakazia, ninahubiri kwa faida yetu tulio hai, ili tujiandae. Huo naweka hivi, kila tunapoona jeneza mbele yetu ni kengele zinalia kwamba zamu ijayo haijulikani ni anani kati yetu. Haijulikani, haijulikani haijulikani. Ipatie miaka mia na hamsini kipenda nena mpaka mia mbili lakini kuna kazee kamoja kule India kalivuka mia mbili kenyewe kakaanza kulalamika, where are you death, you have forgotten me. Kifo uko wapi? Mauti hata mimi umenisahau. Ipe mia na hamsini kama una neema nyingi. Wote mnaonisikiliza na mnaosikia sauti inayowafikia hata katoto ambako hakajazaliwa kako tumboni, hatutakuwa hai. Huo ndio ukweli, wote hatutakuwa hai, maana dhambi imetusababishia maisha yetu yawe ya muda mfupi. Changamoto ni hii, tutakufa kwa njia yeyote kati ya hizi moja. Unaweza ukafa kwa ajali Mungu atuepushe lakini, unaweza usife kwa ajali, unaweza hata usife kwa ugonjwa. Maana njia nyingine ni kwa njia ya ugonjwa. Unaweza ukakaa tu miaka ikatosha, kama baba alivyofariki, baba yangu aliyenizaa, ukafika mahali huwezi tena kutoka nje mpaka utolewe nje, huwezi tena kwenda haja mpaka usaidiwe, ukaenda pole pole mpaka ukazima kama mshumaa, maisha yakakoma. Maana kifo ni hakika, na hivyo tunapohubiriana wakati wa mazishi ni kengele tunapiga, kwamba tujiandae, maana kwa hakika kuna siku wewe na mimi tutakufa. Mmoja akasema ni kana kwamba tumepanda juu ya chombo fulani sijui ni basi lenye kubeba sana, sijui ni treni ya SGR, sijui ni meli, sijui ni nini. Lakini inapofika mahali fulani, kituo fulani, dereva ndiye ana mamlaka maamuzi kwamba fulani, sasa ni zamu yako kushuka. Wakati mwingine unaanza kujitetea, hata sijaweka vitu vyangu vizuri, sijachukua mizigo. Ah, tusibishane, nasema shuka, kwa maana ya kwamba mwisho wa maisha yako ni sasa, unatakiwa ulale mauti na, na kwa hivyo, wenye hekima basi huwa wanajiandaa kabla mauti haijawashika. Mwalimu wangu mmoja, nikiwa nasoma Uganda, anasema kama ambavyo tunatembea na simu kwenye mfuko, kwa upande wa wanaume, akina mama pia mna vipochi vya kubebea simu, mfuko wa pili tumebeba mauti. Tofauti ni kwamba simu ikitaka kulia italia, utaisikia. Mauti ikitaka kukuchukua haili, haitoi sauti. Wako watu wamekufa wakiwa safarini, wako watu wamekufa wakiwa wamelala, wamelala jio. Muda ungetosha ningekupa visa vingi ninavyo vya watu ambao wala hawajaugua, wanalala tu halafu wanaamka wanadhani wanaamka, kumbe hawaamki, mauti imeshawachukua wachukua. Wakati fulani kisoma Bugema, labda nikupe hicho kimoja. Tumekaa hivi kama mlivyokaa, tunasubiri mhubiri asimame ahubiri. Siku hiyo alikuwa amemwalika Museveni zamani hizo, mzee huyu naye amekaa muda mrefu, amekaalikwa kwamba siku hiyo angehudhuria, na hivyo profesa Mgerua kwa wale waliosoma Bugema akapewa ndiye ahubiri, maana anasema huyu ndiye anaweza akashusha nondo kwa rais wa nchi, na hivyo tumekaa tunasubiri profesa apande kuhubiri. Lakini wanapanda hapo mimbarani, mimbarani. Wanapanda vijana wanne wamevaa tai zao wanavutia koteti, wanaimba. Baadaye mmoja anarudi kinyumenyume anarudi kinyume nyume. Kulikuwa na wakati tuna nyimbo sana za vitendo, hata Wasabato. Anarudi kinyume nyume, wengine tu, kwa ujinga wetu, kasema, aha, ndio style ya wimbo. Baada ya amefika chini kabisa, baada wamelegeza tai, baada ya wamemtoa kwa mlango wa nyuma wa kanisa, baada ibada imeisha, lakini mchungaji aliyekuwa anahubiri profesa, mm, tukasema sio namna yake. Tunatoka baada ya ibada tunashikana mikono, tunashikana mikono. Namwona mmoja wale waliomtoa nje, halafu namfuata. Bwana samahani, yule bwana mliyemtoa imekuwaje? Akasema, tulipokuwa njiani kumkimbiza hospitalini hatukufika, alikata roho, alikufa njiani. Kama mtu anaweza akafa akiwa anamwimbia Mungu wake hapa itakuwa wewe na mimi. Namfahamu mchungaji mmoja kule Mwanza, South Nyanza, tuseme jimbo la Nyanza Kusini. Ilikuwa Ijumaa, ameweka Biblia juu ya meza, ameweka na vitabu vingine, anaandaa hubiri la kuhubiri kesho, na hiyo ni baada ya kumpeleka mke wake sehemu yake ya kazi. Amerudi ameketi, hana hata mafua hapo, ameketi anaandaa hubiri Halafu watu wanashangaa, mbona baba hamalizi kuandaa ubiri? Amefumba macho, wanadhani anaendelea kuombea ubiri, kumbe ndio kifo kimemchukua. Hiyo utaelewa tukiwa Arusha, kabla sijahamia Dar es Salaam, mwimbaji mmoja aliyejulikana kwamba ndio ambao wanafanya kwaya ya Njiro, na kama ufahamu kwaya ya Njiro Arusha, kanisa la Wasabato, ndio waliimba kishindo cha wakoma huye kijana ni mwimbaji, wakiiba huo wimbo na nyimbo zingine. Anatoka alfajiri, maana anatoka asubuhi, anataka aende mazoezi, huku anataka aende mazoezi, na ndio tu ndoa yao changa. Baada mke wake ameshikilia katoto kachanga, lakini akaona manyunyu, akaketi kwenye sofa, akafungulia nyimbo za kwaya yao, amefurahia kwenye kochi anasema manyunye kisha nitaenda baadaye. Mke wake akaangalia saa na amebeba katoto, akaona, huyu mbona atachelewa kazini sasa? Kama mazoezi meshindikana, si haja aende kazini. Anamfuata kwenye kochi fulani fulani fulani. Unajua, watu wakiwa kwenye ndoa changa wanataniana fulani. Acha utani, unachelewa kazini, acha utani Kumbe alishakufa kwenye kochi akisikiliza nyimbo za kumsifu Mungu, hakuwa hata na mafua. Na hiyo wewe usijidanganye ukadhani kwamba utakufa kwa ajali, ukadhani kwamba utakufa kwa ugonjwa. Unajidanganya, unaweza usife kwa namna iwayo yote. Yani niseme kufa kubo tu, hizo sababu ni visingizio tu, lakini kwa kweli kwa sababu amri imevunjwa. Kufa tutakufa, haijalishi itakujaje. Inaweza hata ikaja bila sababu ya msingi, lakini ikakuondoa. Lakini basi, kwa sababu najua kuna safari ya wanaokwenda maswa, lakini basi ni aheri wanaokufa wakiwa wamejiandaa. Bwana asifiwe. Ufunuo kumi na nne anasema maneno haya.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 heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, maana matendo yao yafuatana nao. Yote yaliyosemwa juu ya Erika na muda ungetosha, huenda tungekaa hapa mpaka usiku, watu wakiendelea kutoa shuhuda, watu wakiendelea kueleza yale mema Erika aliyowatendea watu, aliyoyatenda yote hayo yanatimiza neno la ufunuo kwamba heri wafao, heri walalao katika Bwana, maana matendo yao yale yaliyokuwa mnasimulia hapa yafuatana nayo yafuatana nao, kwamba erika amelala. Lakini shura zote zilizotolewa, wote aliowasaidia, wote aliowahudumia wataendelea kunena habari zake. Kwa hivyo, ingawa amelala Akinena, Bwana asifiwe. Matendo haya yataendelea kunena. Lakini angalia, anasema heri wafao, sehemu nyingine walalao katika Bwana. Unajua akisema heri anamaanisha wamebarikiwa. Usema heri yake maana yake amebarikiwa. Heri yao walalao katika Bwana, yani wamebarikiwa, watakaokufa wanaokufa katika Bwana. Sema amina kama umenielewa. Na hivyo yote mliokuwa mnayasema niliyasikiliza kwa makini sana, kosa tusikuwa na rekodi, ni ushuhuda tosha kwamba hata ninyi mnakubaliana na Mungu muumba wa mbingu na dunia kwamba hapa amelala mtu ambaye alitenda yaliyo mema... Anelala mtu mwingine akasema, wengine hata tukilala mauti hatukumbuki, au tutakumbukwa kwa muda mfupi, maana hatuna legacy, hamna chochote tunachoacha. Lakini wako ambao wakilala mauti, watu wakiwaangalia, wakiangalia kaburi la Erica, wakiangalia yote historia ya Erica wanasema ingawa amelala, lakini bado tunaye. Kwaya watasema ingawa amelala, lakini angalia, haya ndio aliyoyatenda akiwa anaimba na sisi kanisa la Ubungo hilo. Watasema ingawa amelala, lakini angalia, haya yote alikuwa ametenda. Kwa hivyo yataendelea kumsema. Kule kwenye sehemu ya kazi watasema ingawa amelala, lakini tunayakumbuka yote ambayo aliyatenda alipokuwa hai nataka usikie hili na huenda kati ya yote ambayo nitakuwa nimesema hapa ndiko faraja ilipo. Simuoni Yesu ninayemwamini mwamini akihuzunika na kuchukua kitambaa na kufuta machozi kwa sababu Erika amelala. Sio Yesu ninayemwamini mwamini, kwamba Yesu, nirudie sasa hivi sisi tunapohuzunika na kulia na kuomboleza na kufanya kila namna ya kuonyesha tumeumia, eti Yesu naye anachukua kitambaa na awezi kitamba, kuchukua kitambaa maana sio mwanadamu, alafu anasema ah, binti yangu Erica, Erica, binti yangu. Sio Yesu tunayemwamini. Yesu tunayemwamini, nisikilize, anamfananisha kwa, kwa watoto wake wapendwa waliojitoa kumtumikia, waliojitoa kuwasaidia wengine, maana dini ya kweli ni kuwapenda wanadamu wenzako kwa moyo wako wote na kumpenda Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote. Bwana asifiwe. Baada ya yote ya kumpendeza Mungu na kujitahidi kwa mwema kwa wanadamu wengine, Yesu anaangalia Halafu mtu wa aina hiyo anapofika hatua ya kuhitaji kulala Yesu hawezi kuhuzunika. Wanafananisha na kisa hiki, ndipo utanielewa. Chukua mtoto fulani kijijini, hata kama mnajidai mko mjini. Tuko mjini, hatuwezi kujifanya tumesahau maisha ya vijijini. Huyu binti, mara Erica, ni mwanamke, kulipokucha asubuhi, maana amekuwa kuwa Labda kana miaka mitano saba, wazazi wake wanamtuma fulani, eh, kachote maji, maana maji yametindika hapa nyumbani. Anakimbia kwa uaminifu, ni mtiifu, anayaleta. Akiafikisha anaambia, oho, maji umeleta, lakini hata kuni za kupikia mkaa haupo, rudi tena. Anakwenda analeta Akifikisha anaambiwa oh, tulidhani bado tuna sukari, bado unga upo, au bado chumvi ipo? Haipo, nenda tena madukani, kanunue hivyo. Anatoka bila kulalamika na anakwenda dukani, analeta hivyo alivyotumwa na wazazi, anavileta nyumbani. Baada ya kuvileta nyumbani baada ya mahangaiko, nimefupisha tu, analeta hiki, anatumwa kingine, analeta hiki, anatumwa kingine, analeta hiki, anatumwa kingine. Jioni inapofika, anakaa pembeni mwa moto, vijijini bado anatabia hiyo, kaa pembeni mwa moto, ndipo watu wanapofundishwa maadili. Anapokaa pembeni mwa moto, wazazi wake wanaona huyu binti yetu tuliyemtuma mara nyingi, siku ya leo anaanza kulegea, anaanza kusinzia, anaanza kuonyesha kuchoka. Kwa mzazi yeyote mwenye upendo wa kweli, ninachojua atafanya ni kuja na kumshika kwenye bega na kumwambia, binti yangu, ninajua kwa nini umechoka. Ulikuwa mtiifu, ulikuwa mwaminifu tenda kila lililohitajika kutendwa, na hivyo ndio maana umechoka na naona unasinzia. Unamwongoza taratibu mpaka kwenye chumba chake, unamwambia lala. Asubuhi hasa kama bado ni kabini kadogo miaka minne mitano, asubuhi nitakuja mimi mzazi wako kukuamsha, lala tu. Mzazi hawezi kuondoka pale, anaenda nafuta machozi kwa sababu binti yake ameenda ya kulala. Erika, kwa yote aliyoyatenda, na hata huenda mkumaliza kuyasema yote aliyotendea Mungu, kuyasema yote aliyowahudumia wanadamu wenzake, maana mhubiri anasema italetwa hukumuni yale yanayojulikana na hata mengine aliyofanyika kwa siri. Baada ya kufanya yote hayo Inamsikia Yesu kwa masikio ya kiroho akimwambia Erika pale India, ninyi mnasema alienda kucheki afya, kumbe Yesu alijua kwamba ndiko mahali watakwenda kuagania, ndiko mahali ambapo ataenda kumwambia, binti yangu Erika imetosha, umenitumikia vya kutosha, miaka yako sio mingi hujafika hata, huenda hamsini, sabini, sitini, lakini imetosha. Kuna watu kwa miaka michache wanatenda makubwa, mambo ya pekee, mambo mazito, si wenyewe mmeshuhudia, kuliko wanaoishi miaka mingi wala hawatendi chochote, miaka tu ndio inazidi kuja. Erica pamoja na umri wake ambao ameishi, lakini kuna uwezekano, na sio kuna uwezekano, ndio imani yetu, Yesu aliona yale aliyomtendea alivyomtumikia Mungu, alivyojituma kwa wanadamu wenzake. Narudia, namsikia Yesu akimwambia Erica, binti yangu, nakupenda, lala, pumzika. Maana mimi Yesu, si baba ishwi na huu usingizi, maana asubuhi ile njema. Haleluya pamba zuko likitokea. Wathesalonike wa kwanza nne mstari wa kumi na tatu hadi kumi na saba anasema, maana parapanda italia, ndio na makaburi yatafunguka, na waliolala katika Bwana akiwepo Erika watasikia sauti yake, na na, na Yesu atasema amka, maana ni asubuhi njema. Ni nani anayesema kwa neema ya Mungu anatamani Yesu amsaidie aishi maisha ya kumpendeza Mungu na kumtii Mungu katika amri zake lakini na kuwapendeza wanadamu wenzake, ili Yesu atakaporuhusu kwamba naye apumzike ama Yesu atakaporudi ukiwa hai uonekane umefaa kwa mmoja wa wale ambao watanyakuliwa kwenda naye enda kuishi mahali ambako hapatakuwa na makusanyiko ya maombolezo tena, ndio mahali ambako hapatakuwa na eneo la kaburi tena, mahali ambako hapata kuwa na mahospitali tena, maana hakuna anayeugua, mahali ambako hapatakuwa na machungu yeyote tena, mahali ambako hakupata kuwa na maumivu tena, mahali ambako ni furaha tu na kumsifu Yesu kusema haleluya, maana umetukomboa. kama ndio ombi lako ikiwa unaweza simama pamoja nami, kama uwezi usijali, kama uwezi usijali. Atuwe na amani. Baba yetu na Mungu wangu, wewe ulimfahamu kila mmoja wetu, tena la ajabu ulifahamu kabisa kwamba kila aliyehudhuria hapa leo angehudhuria hapa. Wamesema wao wamekuja kumwombolezea kulala kwake mauti Erica lakini nani ajua, huenda ulimleta mtu fulani, huenda ulimleta mama fulani, au baba fulani, au kijana fulani hajasikia neno hili la kumtia moyo, ili ajiandae, ili siku yake itakapofika akutwe amejiandaa. Shuhuda zimeonyesha kwamba Erika dada tu alikuwa amejiandaa kabla ya kupumzika. Huenda hata Yesu ulimnong'oneza kwamba sasa utalala, lakini asingetuambia maana tungesuka mno. Naomba kwamba watu wako hawa wanatamani, nawajiandae kabla ya siku yao. Tunatamani tujiandae, tusaidie Baba, maana pekee yetu hatutaweza. Naendelea kutubariki, naendelea kunena na mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo, amina.